Mweshimiwa Mwenyekiti, tathmini iliyofanywa je utekelezaji wa mpango elekezi wa muda mrefu wa miaka 15 ambao ambayo nimeueleza, ulionyesha mafanikio mbalimbali. Ni yataji machache tu mawili. Mafanikio haya ni pamoja na kukua kwa pato la taifa kwa wasta wa asilimia sita nukta mbili kwa miaka ishirini mfululizo kati ya mwaka elfu mbili na mbili na mwaka elfu mbili na ishirini na nne ikionyesha kwamba uchumi wetu ulikuwa na usamirivu wa hali ya juu. Nataka nitaje fanikio la pili, ni kuongezeka kwa wastani wa pato la mtu mmoja mmoja kutoka dola za Marekani 453 mwaka elfu mbili hadi kufikia dola elfu moja mia mbili sabini na moja mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Kwa mheshimiwa mwenyekiti, tumepiga hatua kubwa katika miaka hiyo ishirini pato la Taifa la mtu mmoja mmoja kwa nchi yetu dola 453, leo tunazungumzia 1271. Na kwa kweli eh, projection za IMF zinaonyesha kwamba uchumi wetu kwa mwaka huu utakuwa umekuwa kufikia dola za kimarekani bilioni 595. Hiyo itatupeleka kwenye per capita ya dola za kimarekani 1415. Kwa kazi kubwa imefanyika lakini ukitaka kusisitiza hilo ni kwamba mwaka elfu mbili Tanzania kuitafuta ilikuwa uende kuitafuta miongoni mwa nchi maskini zaidi duniani kumi. Leo hii Tanzania unaitafuta kwenye miongoni mwa nchi zenye uchumi mkubwa kumi katika Afrika hii. Kwa kutoka chini kule kumi kwenda huku juu kumi, kazi kubwa imefanyika katika miaka hiyo ishirini iliyopita.